Karibu kwenye majadiliano ya Kenya Wantamnotam Movement, yani KWM. Hapa ndipo mahali ambapo tunachimba na kufukua yale yaliyofichwa. Leo tunazama ndani kabisa ya historia ya Kenya, historia ambayo nina hakika wengi wetu hatukuisikia darasani. Mbele yetu tuna waraka mzito sana unaitwa The Convenient Lies We Built A Nation, yani uongo rahisi tuliojengea taifa. Na huu waraka siyo hadithi tu la. Ni ushahidi. Unafunua yale yaliyofichwa kuhusu safari ya Kenya kuelekea uhuru. Lengo letu hapa ni kuelewa kitu kimoja. Kwa nini zile ahadi za uhuru, ardhi, haki, usawa, kwa nini zilionekana kuyeyuka kwa Wakenya wengi? Uko tayari kuanza safari hii? Ni safari ya lazima na ni muhimu sana. Tangu mwanzo tuelewe hili. Kile tunachojadili hapa sio tu unajua hadithi za zamani zisizo na maana leo. Hapana. Hizi hadithi za msingi wa taifa letu ndizo zinazounda siasa zetu leo. Umiliki wa ardhi, lile pengo kubwa kati ya matajiri na maskini, vyote vinaanzia hapa. Kuelewa ukweli huu sio tu zoezi la kiakili, ni hatua ya kwanza kabisa ya kuleta mabadiliko ya kweli. Sawa kabisa, basi hebu tuanze na ile picha, picha ambayo sote tumeionyeshwa maishani mwetu. Disemba 12, 1963, uwanja wa uhuru, watu wengi, sherehe, bendera mpya ya Kenya ikipepea, alafu Jomo Kenyatta anatangaza uhuru kwa sauti ya ushindi hiyo hiyo. Hii ndiyo hadithi rasmi, picha nzuri iliyopigwa kwa ajili ya vitabu vya historia. Lakini huu waraka unatuvuta nyuma ya pazia, na nyuma ya pazia mambo ni tofauti kabisa. Yaani Waraka unaeleza kuwa wakati sherehe hizo zikiendelea, damu ya wapiganaji ilikuwa bado mbichi kwenye kambi za mateso kama Hola. Vilio vya wajane na mayatima wa Maumau vilikuwa bado vinasikika, historia ilisafishwa kwa makusudi. Na hapa ndipo tunapokutana na kivuli cha mtu ambaye historia rasmi ilijaribu kumfuta kabisa, Dedan Kimathi wa Suichuri. Inashangaza kufikiria hivyo kwamba sherehe na maumivu vilitokea kwa wakati mmoja. Sasa kuhusu Kimathi, waraka unamwelezea kama mtu ambaye serikali ya kikoloni ilimwogopa kuliko wote. Haswa, sio mwanasiasa wa suti. Huyu alikuwa kamanda, kamanda aliyeongoza jeshi la ardhi na uhuru, yani Mau Mau kutoka misitu ya Abadar. Yeye alikuwa ishara ya upinzani halisi usiyoyumba na hapa ndipo uongo wa kwanza unapoanza kujengwa, au sio? Propaganda ya kikoloni, propaganda kubwa, walifanya kazi usiku na mchana kumchora Kimathi kama gaidi, eti anakula viapo vya kishetani, anaua watu ovyo. Lakini walificha kitu muhimu, walificha sababu, sababu iliyowapeleka watu msituni, walificha muktadha. Kweli kabisa, walificha wizi wa milioni ya ekari za ardhi, kazi ya kulazimishwa sheria za pasi zilizowadhalilisha watu. Yaani, Kimathi hakuchukua silaha kwa kujifurahisha, alichukua silaha kwa sababu hakukuwa na njia nyingine. Hilo ni jambo la msingi kuelewa, na jinsi walivyomshughulikia baada ya kumkamata linaonyesha hofu yao. Baada ya kusalitiwa, alihukumiwa kifo na kunyongwa Februari 1957 na mwili wake, mwili wake walifanya nini? Waliuficha, waliuficha kabisa. Ulizikwa kwenye kaburi lisilojulikana ndani ya gereza la Kamiti na hadi leo, hadi leo hatujui liko wapi. Kwa mini walificha hadi mwili wake? Leo nguvu ya simboli ya ishara, hawakutaka kaburi la Kimathi liwe eneo takatifu, mahali pa kuwakumbusha Wakenya mapambano ya kweli. Lakini sasa hapa ndipo waraka huu unapochoma zaidi. Kinachoshangaza ni kwamba hata serikali ya Kenyatta baada ya uhuru iliendeleza ufutaji huu. Lakini kwa nini? Kwa sababu kukiri mchango wa Kimathi na Mau Mau kungeibua maswali magumu magumu sana. Kama uhuru ulipatikana kwa damu ya watu kama Kimathi, je, wale waliochukua madaraka kupitia mazungumzo ndio walistahili kweli kuongoza? Naona kungeharibu ile hadithi yao rasmi haswa ile hadithi kwamba uhuru ulikuwa zawadi kutoka London, kumbe ulipiganiwa kwa damu na wakulima msituni. Hii inanifanya nifikirie kuhusu wale wengine, wale waliofungwa pamoja, the Kapenguria 6. Hapo sasa kutoka msituni tunaingia gerezani: Jomo Kenyatta, Bildad Kagya, Kungu Karumba, Fred Kubai, Paul Ngei na Achieng Waneko walifungwa pamoja kwa madai ya uongo eti wanasimamia Mau Mau. Na wakiwa gerezani kule Lokitaung walikuwa na ndoto mmoja, ndoto ya Kenya yenye usawa, ndio ardhi irudishwe, elimu kwa wote, umaskini uondolewe. Na waraka unasisitiza watu kama Bildad Kaggia walikuwa na msimamo mkali sana kuhusu ujamaa na haki ya kiuchumi. Inavutia kuwawazia wote wakiwa pamoja gerezani wakipanga mustakabali wa nchi, lakini swali ni je, wote walikuwa na ndoto moja kweli, au kila mtu alikuwa na tafsiri yake? Hiyo ndiyo hasa ilivyotokea, na hapa ndipo mbegu ya usaliti inapoanza kuota. Wakati Kaggia na wenzake walibaki imara kwenye kanuni zao za kupigania wanyonge, Kenyatta alianza kuona picha tofauti, picha kubwa zaidi ya mamlaka. Alitambua uhuru unakuja, na waingereza wangehitaji mtu wa kukabidhi madaraka, sio mtu mkali kama Kaggia, bali kiongozi mwenye busara ambaye wangeweza kufanya naye kazi kabisa. Kiongozi anaelewa kuwa mamlaka yanahitaji maelewano, hata kama hayo maelewano yanamaanisha kusaliti zile kanuni za msingi za mapambano. Hapo Kenyatta alianza safari ya kuchagua mamlaka badala ya kanuni, na huo usaliti kama unavyowita ulijitokeza waziwazi baada ya uhuru. Kenyatta alipotoka gerezani na kuwa rais alitumia lugha tamu, ujamaa wa Kiafrika na kadhalika. Wenzake wa zamani walimwamini, walidhani ndoto yao inatimia. Lakini kilichotokea, kulingana na waraka huu, ni usaliti mkuu. Badala ya kuwazunguka wapiganaji wa zamani, Kenyatta alijizunguka na washauri wa zamani wa kikoloni na wasomi matajiri, wale homeguards. Na ule mpango wa ugawaji ardhi ule wa settlement schemes ulikuwaje? Ukawa mfumo wa willing buyer willing seller, yani mnunuzi radhi muuzaji radhi. Hii ilimaanisha wale tu wenye pesa, wasomi wapya wa Afrika, ni walioweza kununua mashamba makubwa kutoka kwa wazungu. Kwa hiyo wale waliopigania ardhi msituni wakaachwa bila ardhi, na hii lazima ilimuumiza sana mtu kama Bildad Kaggia. Alifanya nini? Kaggia alirudi Kandara na akafanya kile alichoamini. Alianza kupigania haki za maskini na wasio maardhi, akimkumusha Kenyatta ahadi zao za gerezani. Alisema waziwazi wazi. Uhuru hauna maana kama haubadilishi maisha ya watu wa kawaida. Na hapa sasa ndipo tunapata nukuu moja ya kushtusha sana. Mwaka 1965 kwenye mkutano wa hadhara, Kenyatta alimshambulia Kaggia bila huruma tulikuwa pamoja gerezani. Kaja, wewe umejifanyia nini? Mimi nina mali, Ngei ana mali, wewe una nini? Kisha akatoa tisho la wazi akasema, ukiendelea kupinga serikali yangu tutakusaga uwe unga, tutakusaga uwe unga. Hayo ni maneno ya kutisha kutoka kwa baba wa taifa. Ujumbe ulikuwa wazi kabisa, mapambano yalikuwa ya kupata mamlaka na mali, sio lazima haki kwa wote na hiyo yani iliweka kiolezo cha siasa za Kenya hadi leo: matumizi ya lugha ya ukombozi kuficha uporaji. Na mashujaa halisi kama Kaggia, Achieng' Oneko na Kungu Karumba walitengwa, wakafilisiwa kisiasa, wakanyamazishwa. Ndoto ya Kenya yenye usawa ilianza kufa hapo. Hii historia ni nzito, najua, na ni rahisi kusikia haya yote na kuhisi kukata tamaa, lakini kuielewa ndiyo hatua ya kwanza. Na baada ya kuelewa, swali ni sasa tufanye nini? Ninaamini unafurahia uchambuzi huu na unajifunza mengi. Hapa ndipo tunapokupa njia ya kuchukua hatua. Kwa rasilimali zaidi, tembelea www.wantamnotam.com. Jiunge na Kenya wantam notam Movement, yani KWM. huu ni mwanzo tu, na kwa haraka Pakua ebook au kitabu cha sauti bure kabisa. Kinaitwa Kenya's Gen Z Must Reclaim Their Power. Kumbuka ni bure, kisome, chukua hatua. Waambie marafiki zako waende wantamnotam.com, wafungue akaunti na wapate nakala yao. Uhuru hauji kirahisi. Wewe utafanya nini? Unaweza pia kupata rasilimali nyingine kwenye beacons.ikk2020 by ebooks. Na muhimu zaidi, anza kubadilisha Kenya, fungua akaunti yako na uchapishe maoni yako kwenye wantamnotam.com. Tufuate Facebook naendelea kusikiliza majadiliano haya popote ulipo kwenye podcast yetu. Sasa tukiendelea, ukandamizaji wa Kaggia ulikuwa wa kisiasa, lakini kwa wengine gharama ya kusema ukweli ilikuwa, ilikuwa maisha yao. Hilo linatufikisha kwa watu ambao majina yao yamekaribia kufutwa kabisa. Kama, Pio, kama Pinto. Pio Gama Pinto, Mkenya mwenye asili ya Goa, mwanajamaa halisi, mwandishi wa habari na mratibu mahiri. Pinto alikuwa hatari kwa serikali mpya kwa sababu kadhaa. Kwanza, alitumia uandishi wake kufichua ufisadi uliokuwa umeanza. Pili, na muhimu zaidi, alielewa kitu ambacho wengine hawakuelewa. Alielewa kuwa uhuru wa kisiasa bila uhuru wa kiuchumi ni ushindi mtupu kwamba mfumo ule ule wa kikoloni ulikuwa unaendelezwa, lakini sasa na waafrika wachache. Asa alikuwa tishio kwa sababu alikuwa na akili mkweli, na hakuogopa na kwa ujasiri wake huo alilipa gharama ya juu zaidi. Aliuawa kwa kupigwa risasi nje ya nyumba yake Februari 1965. Mauaji yake yalikuwa ya kwanza ya kisiasa nchini Kenya huru, yalituma ujumbe wa baridi kwa wakosoaji wengine. Kisha miaka kumi baadaye tunakutana na Josiah Mwangi Kariuki, JM. Huyu alikuwa mtu wa kitendawili. Alikuwa tajiri sana, lakini akawa sauti kuu ya wanyonge. Utajiri wake ulimpa jukwaa, hakuweza kupuuzwa kama mtu mwenye wivu tu. Na nukuu yake maarufu ile isiyosahaulika, hatutiki Kenya ya mamilionea kumi na ombaomba omba milioni kumi. Maneno hayo rahisi yalikuwa ukweli mchungu yaligusa mioyo ya mamilioni. Alitumia jukwaa lake bungeni kufichua wizi wa ardhi na ufisadi, akitaja majina ya watu wakubwa. Hii ilimfanya kuwa tishio kubwa kuliko wote. Alikuwa anavunja sheria isiyoandikwa ya wasomi. Alipotoweka Machi 1975 na mwili wake kupatikana umetupwa kwenye milima ya Ngong, ujumbe kwa wakosoaji ulikuwa umefika waziwazi na kikatili: nyamaza au ufe. Inasikitisha sana na uongo huu wa kihistoria hauko kwenye vitabu tu, umechorwa na kujengwa kwenye mandhari ya miji yetu. Hebu fikiria kuhusu sanamu za Kenyatta kila mahali, jina lake kwenye barabara, sarafu, vyuo vikuu. Hii si heshima ya kawaida. Waraka unaita propaganda ya kuunda ibada ya mtu kabisa. Sanamu na makumbusho kamwe si vitu visivyo na upande. Vinaashiria nani ana mamlaka ya kusimulia hadithi, na Kenya imechagua kuwakumbuka wale wasioleta maswali magumu kuhusu hali ya sasa. Na hapa ndipo tunapoona tofauti kubwa kwa kulinganisha. Sanamu ya Dedan Kimathi haikujengwa katikati mwa Nairobi hadi mwaka elfu mbili na saba. Miaka hamsini. Miaka hamsini kamili baada ya kuuawa kwake na kuchelewa huku kulikuwa kwa makusudi. Kimathi alikuwa akikumbusha juu ya mapambano ya silaha, madai ya ardhi, ahadi ambazo hazikutimizwa, mambo ambayo serikali haikutaka watu wayakumbuke. Hii inatuacha na swali kubwa la mwisho: tulipoteza nini kutokana na uongo huo wote? Jibu kulingana na waraka huu ni kwamba tulipoteza ndoto, ndoto ya Kenya yenye usawa na haki. Badala yake tulipata pengo kubwa kati ya matajiri na maskini, tulipata siasa za ukabila na ufisadi uliokita mizizi. Huu ndio urithi wake. Kwa kumalizia, waraka huu unatufundisha jambo la msingi: uhuru haukuwa mwisho wa mapambano. Kwa njia nyingi, ulikuwa mwanzo wa mapambano mapya, mapambano dhidi ya wasomi weusi waliochukua nafasi ya watawala weupe na wakaendeleza mfumo ule ule. Kwa hivyo, deni letu kwa mashujaa ya halisi waliokufa na kusahaulika ni nini? Ni uaminifu, ni kukubali ukweli hata kama unauma. Ni kuwaheshimu watu kama Kimathi, Kagia, Pinto na JM si kwa maneno matupu bali kwa kuendeleza mapambano yao. Mapambano hajaisha. Hadithi tunazojisimulia kuhusu historia yetu ndizo zinazounda mustakabali wetu. Tunaweza kuendelea kuabudu sanamu za mashujaa wa uongo au tunaweza kuchagua ukweli. Uchaguzi ni wetu. Na baada ya kujifunza haya yote, tunatumai hutasimama hapo. Ninaamini umejifunza mengi, na kama unataka kuwa sehemu ya mabadiliko, huu ndio wakati wako. Tembelea www.wantamnotam.com Jiunge na Kenya Wantam Notam Movement na ungana na Wakenya wengine wenye nia moja. Na tena na kukumbusha, pakua ile e-book ya bure Kenya's Gen Z must reclaim their power. Ni bure na ni muhimu sana, isome. Chukua hatua, waambie marafiki zako za nao wapate nakala yao. Uhuru hauji kirahisi. Wewe utafanya nini? Pata rasilimali nyingine, anza kutoa maoni yako kwenye wantamnotam.com na tufuate Facebook. Waraka huu unamalizia kwa kauli nzito sana, unasema: wale waliokufa wametimiza wajibu wao, sasa ni zamu yetu. Kwa hivyo, swali tunalokuachia wewe msikilizaji si tu historia hii na maana gani, bali ni swali la vitendo zaidi na la kibinafsi: baada ya kujua ukweli huu, utafanya nini ili kuendeleza kazi ya ukombozi ambayo bado haijakamilika?